Na mpendo mtazamaji na msikilizaji ebane subscribe na kucomment na kushare linki hii, ni KC1 kwa mara nyingine tena. Ebane, Aroni Wan Bisaka ametua DRC. Timu ya taifa ya DRC kwa sasa Leopard, imempata mchezaji mpya mzuri mwenye kuchezea klabu ya Manchester United, washetani wekundu. Ebane, rasmi mchezaji huyu amekuwa mali ya DRC. Amerudi timu ya taifa miachana na Three Lions London, Uingereza. Kama ulikuwa ujui Three Lion, simba watatu ndo timu ya taifa ya Uingereza. Na ipo siku KC itakuja kukuletea majina ya timu za taifa eh, majina kumi ya timu ya taifa. Aroni Wan Bisaka ametua DRC na leo amekuwa ni mali safi ndani ya taifa la DRC kwenye mechi ya mwezi Juni, DRC nakwenda kuandaa mechi na Mali, DRC nakwenda kuandaa mechi na Madagascar. Pali ndipo utakwenda kumwona Aaron Wan Bisaka ambaye watu wamemsubiria kwa muda mrefu. Dogo alianza vizuri, amepafomu vizuri akiwa Manchester na vilabu vinginevyo, lakini akapanda jeuri, akaona kwamba DRC sio chagua lake, akaikubali kuichezea timu ya taifa ya Uingereza alipata nafasi kama vile mechi mbili aiza moja, lakini Uingereza ina wachezaji wazuri. Nafasi yake ndio ile anayecheza Trent Alexander Arnold, aidha anacheza nafasi nani, anacheza yule aliyetoka wapi, aliyetoka Manchester City kwenda AC Milane. Kama ulikuwa mjui kamfatilie. Sasa nafasi kama hiyo imejikuta dogo hana nafasi moja kwa moja ushawishi ukaanza kwa DRC kwamba tunakuhitaji, rudi ndani ya timu yako la taifa. Akadai kwamba mimi sijazaliwa DRC, nimezaliwa wapi? Nimezaliwa Uingereza. Lakini leo DRC rasmi wamekubali kumrudisha, nadogo ameona kwamba hapa ndipo pananifaa. Kwa hiyo DRC wamepata chombo chipya, hebu jiulize Makali ya DRC na kumpata Aaron wan Bisaka. Je, itakuwaje? Huyu ni namba mbili wa Manchester United, rasmi ametua na amekubali kujiunga na Leopadi DRC Congo, timu ya taifa inayokwenda kucheza na Mali na itakwenda kucheza na Madagaskar. tujiandaye kumpata mchezaji mpya na kumwona performance yake na kuiona DRC nzuri yenye kuwa na vijana wazuri wapigaji wazuri, wachezaji wenye uwezo, na vijana wa kisasa wenye kuwa na talenti kubwa wanaoipambania timu zao za taifa. Eba ni DRC ni miongoni mwa timu ambazo kwa sasa zina viwango vizuri na ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha ukubwa na uhodari na umaridadi katika performance mbalimbali mbali za mechi za ngazi ya kafe na mechi za kimataifa. Pia vile ukiangalia katika takwimu, DRC iko sehemu nzuri sana kwenye ngazi ya nini, ya orodha ya timu za FIFA, kwani hajashuka kivile, bali yeye anazidi kufanyaje? Anazidi kupanda. Hii ni ufanisi wa kuwa na wachezaji wazuri wenye wanacheza sehemu mbalimbali za kimataifa. Aaron wan Bithaka ametua rasmi na kuonyesha ujeuri wake. Huyu ni mnyama ambaye anaweza kupafomu vizuri kwenye kiwango cha RC, basi yeye atakuwa ni panga pangua. Watu wengi wamemkubali Kenshasa, wamesema kwamba kwa sasa timu yetu ni nzuri na inafaa. Karibu DRC. Aaron wan bithaka, subscribe na kukomenti. Hii ni kesi wane.